Tuko duniani kulingani ya dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na Sunna za amini, tuko duniani kulingani ya dini. Hapa ni katika jiji la Arusha, tukio la kipekee na la kihistoria linaandikwa Waislamu zaidi ya mia nane kutoka taasisi ya JAI wameungana kwa moyo mmoja, wakiwa makundi kwa makundi, wakitembea kwa utulivu mkubwa kutoka msikiti wa Ijumaa hadi hospitali ya rufaa ya Mount Meru. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hii ni sehemu ya shura kuu ya kitaifa ya JAI, mkutano unaolenga si tu mashauriano bali pia kuonesha matendo ya huruma na mshikamano wa kweli na wanajamii. Wamefika kuwafariji wagonjwa, kuonesha kuwa hawako peke yao, kwamba jamii inawajali na kwamba upendo hauhitaji kuwa wa kifamilia, bali ni wa kibinadamu. na zaidi ya hayo Ujumbe mkubwa wa tukio hili ni kuhamasisha uchangiaji wa damu kwa hiari. Kitendo kidogo kinachoweza kuokoa maisha ya watu. Kwa kushirikiana na hospitali na mashirika ya afya, JAI inaweka msisitizo kuwa kila tone la damu ni zawadi ya uhai kwa anayehitaji. Katika dunia hii yenye changamoto nyingi, haya ndiyo mambo yanayokumbusha utu wetu. Taasisi ya JAI inatufundisha kuwa dini siyo maneno pekee, bali ni matendo, ni kushiriki, kugusa maisha wengine, na kuwa sauti ya matumaini. Ungana na taasisi ya JAI katika safari ya upendo na huduma kwa jamii. Hakikisha kuwa unakuwa miongoni mwa wenye kuchangia damu, wenye kutembelea wagonjwa, wenye kuwapa pole na kurejesha tabasamu kwa wenye matatizo. Mimi ni Salma Matanza. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja na kucomment, ili uwe wa kwanza kufikiwa na kile ambacho ALWAQAR TV inakuletea.